Yes, tumepokea taarifa ya masikitiko ya kifo cha aliyewahi kuwa eh, moja kati ya watangazaji wazuri sana waliofanya kazi pale eh, kutokea Azam lakini pia TBC ITV Radio 1 amefanya kazi sehemu nyingi sana sasa, lakini pia kwa sasa hivi alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ya Ikulu Zanzibar, lakini pia alikuwa ndiye msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, bana Charles Hillary ameweza kufariki dunia alfajiri ya leo, bana Mei 11 mwaka 2025. Lakini pia kama pia kama nilivyokuambia kwamba Charles pia aliwahi kuwa mwandishi wa habari mwandishi wa Azam Media Limited kati ya mwaka 2015 mpaka mwaka 2023. Lakini pia aliweza kuhitimisha muda wake akiwa mkuu wa idara ya redio ya UFM baada ya kuweza kuteuliwa kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ya Ikuru ya Zanzibar. Hapo awali pia alishawahi kufanya kazi eh, radio kama eh, RTD, IPP Media, shirika la utangazaji la Uingereza BBC eh, kama mtangazaji na mwandishi wa habari. Lakini pia kwa mujibu wa chanzo cha karibu, Hilal ameweza fariki baada ya kuugua ghafla na umauti wake pia uliweza kumkuta akiwa njiani kupelekwa hospitali ya taifa ya Muhimbili, yaani eh, Mloganzila. Mambo yamekuwa ni mengi, stories zimekuwa ni nyingi sana waandishi wa habari wamekuwa wakifa eh, kwa sasa hivi. Kidogo kuna mwandishi pia mwingine alishawahi amefariki pia, alikuwa TBC pale Azam. Yani ni matukio ambayo pia yamekuwa yakifatana sana, lakini bwana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikimaanisha Samia Suluhu Hassan, ameweza kutoa pole pia wewe kutokana na baada ya kupokea kifo hiki, akawa amesema kwamba nimepokea kwa masikitiko taarifa ya kifo cha bwana Charles Hillary, mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu Zanzibar, ambacho kiliweza kutokea eh, siku ya leo Mei 11 tatoa pole kwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Mwinyi, familia, ndugu, jamaa na marafiki, na wadau wote wa sekta ya habari nchini kwa msiba huu. Ndugu Charles Hillary atakumbukwa kwa mchango wake adhimu wa zaidi ya miaka 40 katika kukuza sekta ya habari nchini tangu akiwa redioni hadi kwenye televisheni, pamoja na uandishi e, wa habari wa wachanga, pia kuweza kuwa ni role models wao. Lakini pia kama kamali, uh, kumaliza kwa kusema kwamba namuomba Mwenyezi Mungu aijalie familia yake uvumilivu na subira, e, katika kipindi hiki kigumu na ailaze roho ya marehemu, pema, e, peponi. Hakika sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Huo ndio ujumbe ambao alikuwa ameandika Rais Samia Suluhu Hassan. Endelea kutufuatia si. Kwa update zote kuhusiana na msiba huu, pia tutakuwa tunakupatia hapa moja kwa moja. Subscribe channel yetu, lakini pia like, comment share, utakuwa umetisha kinoma noma.